Kabila hili linatambulika lina na utamaduni wao wa kipekee na lugha yao ambayo ni Kihadzane na kula wanyama wanaofugwa kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi na wengineo. Ah, mabibi kazi yao ni kujenga nyumba yes. Bongo Bongo Bongo, Singida Dodoma yani Tanzania. Leo tuna hii kabila hii uh, natumai ushaikuja kuiona either ni TikTok ni TikTok uh, kwenye mitandao ya TikTok, YouTube na hata Instagram kabila ambalo limekuwa likishikilia trending story kwa mambo yao ya kizamani. Kabila lenyewe linajulikana kama vile vile Wahadzabe ambao hili ni kabila linalopatikana katika kaskazini mwa Tanzania katika, ma, katika mikoa ya Singida na Dodoma. Na hawa watu bwana, wanajulikana kwa kuishi kwa njia ya kilimo cha mboga ufugaji na shughuli za kila siku zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira. Na kabila hili linatambulika lina na utamaduni wao wa kipekee na lugha yao ambayo ni Kihadzane. Aidha, hawa watu wanakula wanyama wanaofugwa kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi na wengineo, na hawa hutumia samaki na mimea ya mwituni kwa njia ama kwa ajili ya chakula. Wahadzane pia wanakula kila mnyama isipokuwa fisi, na hii ni kwa sababu eti fisi, eh fisi ni mla watu yani, fisi hupenda kula nyama za watu, ndio maana uh, Wahadzabe hawali mnyama fisi. Tukiangalia kabila la Wahadzabe uh, mabibi kazi yao ni kujenga nyumba na kutafuta matunda mwituni na mizizi, pia vilevile vile kuangalia familia, huku vijana na wazee huenda mwituni kuwinda nyama na hata kuchagua asali. Maana unaambiwa Wahadzabe uh, kati ya vitu ambavyo wanavipenda, basi asali huchukua uh, nambari nyingine, uh, nambari moko Dini ya Wahazane inategemea na mazingira yao na ni mchanganyiko wa imani za jadi na dini za kisasa, ambayo ingawa, pia kuna Wahazana ambao ni Waislamu, wengine ni Wakristo, basi wengi wao wanashikilia imani za jadi zinazohusiana na miungu pamoja na mapepo na hata waumini katika nguvu za asili zinazowaongoza katika maisha yao ya kila siku. Na mwisho ni kwamba utamaduni wa Hazane ni wa kipekee na unahusisha mila na desturi ambazo zinapitisha kutoka vizazi hadi vizazi na wanajivunia kuwa uh, na urithi wao wa, wa kipekee . Sasa nikuulize wewe, kama wewe unaweza tembelea kabila la Wahadzabe.